Naziba masikio yangu katika uroni, sisikie sauti ya mwovu, isipokuwa sauti ya Mungu na malaika zake tu. Ninafunga hiyo milango ya adui, nateketeza hiyo milango ya adui, haina nafasi kwangu tena. Usiku huu unapolala, naalika malaika, nakaribisha malaika wa Mungu katika nyumba yangu, nakaribisha moto wa Roho Mtakatifu katika nyumba yangu, nakaribisha upanga ukatao kuwili katika nyumba yangu, nikijua kuwa upanga huo unaweza kukata kwangu ama kukata kwa adui. Ila naomba rehema kwa Mungu kwa makosa niliyofanya, kwa dhambi zangu nipate kusamehewa, ili upanga huo usikate upande wangu, isipokuwa nisamehewe kwa damu. Yesu Kristo alijitoa msalabani kwa ajili yangu ili dhambi zangu zisamehewe. Ninamkiri Mungu mmoja, Mungu wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo kwa Mwokozi wangu. Upanga huo ukate upande wa adui, alaye kwa hila, atamkae kwa hila, afanyaye maovu wazi, amkanaye Mungu mmoja, anayeabudu miti, anayeabudu mapepo chafu ndogizani. Ninakaribisha nuru ya Mungu katika nyumba yangu Sauti yangu ipate kupenya katika anga zote za Mungu, kwa kuwa yeye aliye ya hai yuko ndani yangu, nami naishi nikijua ya kuwa nuru ya Mungu itaniongoza, sanipa mema, itasabiri ufalme mkubwa juu yangu, na njia na mipaka yote itatanuka kwa ajili yangu. Njia zangu za zifunguke, miororo ikatike, mipaka yote isogezwe, bali na bahari yangu ipate kutanuka, nipate kuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Inaomba na kuamini leo hii, tuseme wote amen. Sali na mimi kila siku usiku. Maombi haya ni kila siku usiku utayapata. Usiache kusubscribe channel hii, kwa maombi haya ni kila siku usiku utayapata. Hatutachoka katika maombi. Let the darkness tremble because the chosen one are rising.